Nipige... <coughs> nipige... <coughs> anakulazimisha kwenda shule, mama anataka usome, mm? Mtoto unataka kumpiga mama? Mtoto bwana, ongea <coughs> lugha ngumu sana hiyo, wewe unaopata ujasiri huo ye amekupenda wewe, mwanaye usome, usishi. Anataka anataka usome wewe, kipenzi chake, kipenzi chake, uja usome. Ye amekuchagua wewe, kipenzi chake, usome wewe, utaki. Serikali inataka nanyi usome, wewe utaki, ndio kufanya nini? <misa> <Capazuni cake. misa> <misa> <misa> <misa> <misa> Unataka kumkuja ngumi mama yako kweli? Sasa wewe hata kupigana na mama kunaweza? Wewe kupigana na mama kunaweza?